wala kukegeri dini ya mtu, watu wapate kuelewa Uislamu dini ya haki, watu waifate njia na ambayo Mwenyezi Mungu ainewekea waweza kufuata. Maana kuchochea hitilafu, watu wakaanza kufuata njia zingine za upotofu, lakini maandiko yako hapa ili yatuonyeshe njia ya haki, njia na ambayo tunafaa kufuata. Soma maandiko mwayongu tata ni ya kwanza ee, tatu kumi na tano. Petro ya kwanza tatu kumi na tano mwe tayari siku zote. Hebu sikiliza, tayari siku zote kumjibu kila mkila mtu awa ulizae habari za tumaini lile ndani yenu, habari za tumaini lile ndani yenu, lakini kwa, kwa upole na kwa hofu na kwa hofu yetu. Ndugu yetu pakaa pale tena, kwa heki hekima yake nana heshima yake, tena naona Mungu amemjalia kuna afya. Mimi namuuliza swali ndogo tu. Hebu nipe maiki. Maiki yako, shika tu maiki. Karibisha kwenye mdomo. Mimi naitwa Omar. Wewe umesema unaitwa Nicholas. Kuna swali ambalo unaweza kuuliza Waislamu. Haina. Unaonaje ukawa Muislamu ndugu yangu? Wapendeza tena sura hii. Nataka kuwa Muislamu ndugu yangu. Eh? ajiwe kanisani aupate maiji baka hapa anaogopa maiki, maiki. Anasema atapanga siku, atapanga siku lakini, mwenyezi mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kupanga. Unaweza ukapanga leo ama ukapanga kesho, lakini mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kupanga. Sisi Waislamu tukitenda matendo mazuri, kuna mahali na ambapo mwenyezi Mungu ametwahidi tutaingia na hapo mahali tutaingia ni peponi. Wapi hapo? Qurani arobaini na tatu aya sitini na nane aya sitini na tisa Soma andiko mwalimu wangu, watu wapate kuelewa. Maana Qurani yasema, la ikraha fiddin. Hatuwezi tukakuarisha pale, tukakulazimisha wengine katika Uislamu. Lazima ukafunzwa, ukapata kuelewa. Soma andiko mwalimu, arobaini na tatu sitini na nane Ndiyo Unasema useme, bismillahirrahmanirrahim, barikiwa enyi waja wangu, enyi waja wangu ndio wazuri, ndio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo. Ukisikia siku hiyo, ni siku ya mwisho. Hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala hamta huzunika. Sisi Waislamu hatutahuzunika siku hiyo. Endelea na andiko. Waja wangu waja wangu wale waliziamini aya zetu, lazima ukaamini Qur'ani, ambao waliziamini aya zetu na walikuwa waislamu kamili, sharti kuwa muislamu wa na walikuwa waislamu kamili. Wanaambiwa wende wapi? Teremka, ingieni bustani peponi. Wanaambiwa ingie bustanini peponi. Kwa hivyo, sisi Waislamu haraji yetu wa tukifanya ibada tukatubu mbele za Mwenyezi Mungu tukafanya matendo mazuri, tutaingia peponi. Je, Wakristo mtaingia wapi? ni vizuri de kama uko na jawabu njoka hapa, talizani maswali kwa taratibu tena jihesima, tuweze kufungana tuweze kuongewa mwali meyu wegi hawajui Yesu kama ako peponi. Mwaka ishirini na tatu arobaini na tatu kitabu cha Luka, ako peponi ama ako mbinguni? Watu wanasema wakitufateda mbinguni, lakini ukitenda matendo mazuri hapa duniani

Yesu akamwambia nani? Amini na kwambia leo hivi, leo hivi utakuwa pamoja na mimi peponi. Yesu anasema na leo hivi utakuwa na mimi peponi. Kwa hivyo Yesu tayari yuko peponi na Waislamu wanaahidiwa pepo, na ambako kule ndiko wataka kwenda. Hebu hekumpendugwelayo pendugwelayo nikamsalimie hii ndugu yangu utatenda matendo mazuri ukiwa Mkristo utaenda wapi? Ndugu yangu, unaenda kanisa kila Jumapili ama Jumamosi, utatenda matendo mazuri, utaingia wapi? Ndugu yangu, maiki yako ndio inaongea, utaenda wapi? Ah, ndugu <laughs> nani mwingine anamsaidia? Namsaidia na sema ataenda mbinguni. Hebu niwaone ambao watatenda matendo mazuri wanajua wataingia mbinguni wapi? Hebu mnione kama hii. Mkristo, ahadi yako na mbeo nategemea, wataingia mbinguni mpono yu hey nana. Sisi Waislamu tuliahidiwa tutaingia peponi, tena paradise, tumuzikia uo kwanza. Mtenda matendo mazuri matendo ya haki wataingia peponi kwanza, siya sisi tu sisi na wake zetu tunaingia peponi. Wewe unasema wataingia mbinguni, mwalimu wangu, wajua kule mbinguni kuna kitu na ambacho kitatendeka wakati Mwenyezi Mungu atakuja. Kuna kitu kaliakitenda Isaya hamsini na sita, sita soma hata 56 soma andiko hamsini na sita hamsini na moja sita hamsini na moja sita wale na ambao wanatarajia kwenda, sikilizeni andiko na ambayo andiko, ninasema kitu na ambacho cha maana zaidi, ni vizuri watu wazingatie nazingatia utakachofanya kitendo kizuri aina uyo ni Kristo na unaenda kanisani, unatarajia kulipwa nini? Wengi wanatarajia kulipwa uzima wa milele. Ndio ni uzima wa milele. Utaingia wapi? Sikiliza andiko. Hamsi inasema ii

utasherekea kule ile kwanza kuona starehe kule, eh, kuna malaika na namoyo tawaona, watafurahia ndugu yangu mbinguni. Wakristo wameshindwa kutoa andiko wataenda mbinguni, hakuna hata moja. Wewe tu ndio unasema wataenda mbinguni na andiko hauna. Wewe ni mtihani, na ni mtihani mkubwa kwa sababu mchungaji anafunza kama aleta mijia hapa kwa makwapa, anasema Lazaro akapanda juu, Zakao akapanda juu ya mtu, Yesu akamwambia suka za kayo. Halafu baadaye kisha anaanza kusema toa nguvu, toa dada, na baadaye haja kutolea hata andiko hata moja. Barikia sana Nikolasi, safari njema, ala ha kuruzuku ahali unaenda hala kuongozi na akumige ya haki. Sisi tunafunza kuusiana na Waislamu, na sisi Waislamu tunaamini mambo yote ni Mwenyezi Mungu kayaumba na akawaweka hapa duniani, ili kwa sababu mwanadamu aweze kuyafata. Mwalimu wangu, ningependa unisomee kitabu cha Mathayo kumi na tano ishirini na nne kumi na tano ishirini na moja ishirini na moja yeah. kitabu cha Matayo kumi na tano ishirini na moja manne a Mwenyezi Mungu mi wanasoma namna gani, ili watu waweze kuolewa, watu waweze kuelewa wakovu majia ya Mwenyezi Mungu ni gani, sio maandiko an a os

akisema Bwana hey, unisaidie Yesu uh -huh. Akajibu akasema si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Kwa hivyo hapa Yesu anatoa mfano anafananisha yule mwanamke kwa sababu si Muisraeli, anamfananisha na mnyama, anasema si vyema kukitoa chakula cha mtoto na kukitupia mbwa. Kwa hivyo Yesu hapa utume wake ulikuwa ni kwa lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa dunia nzima. Yesu mwenyewe ni katika Israeli. Hebu mwalimu lisomea Qurani arobaini na mbili hata Ar saba, arobaini na mbili saba. Qurani ndio, sikiliza. So, maneno ya Mwenyezi Mungu ndio arbaiabili saba sikia, wakufata ni nani? Wakufata ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikinzori maneno ya Mwenyezi Mungu arbaina mbili saba, nasema ndio. Bismillahi rrahmani rrahim, na nama hivi ndiyo Tumekufunulia Qurani kwa Kiarabu. Qurani <tis> inafunuliwa Mtume Muhammad kwa lugha ya Kiarabu ili waonye watu wa Makkah, kwanza iwaonye watu wa Makkah katika... na walio katika nchi pembezoni waliaaeeae na waizomo na, na, na, na, na, na. Katika nchi zilizomo pembezoni mwake zi. Kwa hivyo Makkah hata inaonyesha ni iko katika ulimwengu mzima, yaani iko katikati kwa tena ndiko Makkah eh. Maka iko katikati ya ulimwengu, iko katikati ya ulimwengu. Na hapa huko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katokea. Qurani ishirini na moja mia na saba. Ili niweze kukaribisha mwalimu wenzangu, akaendelea maana naona Wakristo wanaogopa. Usije ukaogopa Mwislamu. Islamu ni mtu kama wewe, anaenda choo kama wewe, haja kubwa kama wewe E, anakula kama wewe. Kwa hiyo siedete Muislamu ukaona kama ni mnyama, mtu kama wewe, tafauti tu ni imani. Imani tu ndio tafauti, kwa sababu ambaye Mwenyezi Mungu anatoa roho ya ndio Muislamu ndiye yule yule tu anatoa roho ya la Mkristo, lakini tafauti ni imani. Ukienda kwa makaburi utapata Waislamu haweki msalaba, kwa Wakristo wanaweka msalaba. Kwa hiyo tafauti ni imani, tafauti ni imani tu, sio kitu kingine.

kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Na ni kweli, kama Yesu kapelekwa Israeli, iteremka na taifa lake tu teremka, lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, yani ukisikia peke yake, hakuna mwingine, peke yake, peke yake

Yesu anafaa kumfuata Muhammad ama hafai mwalimu wangu? Mathayo kumi na mbili saba kumi oh, oh, na mbili saba, kitabu ni cha Mathayo 9:9. Kosa muhimu, kumi na mbili saba, Mathayo kumi na mbili saba kitabu ni cha Mathayo. kesha nambaonamisukumeza chiu Muislamu mpango na, ambao ni mpango mzuri wa kuendeleza kazi ya kumtangaza Allah kwa hiyo tumewekeza mfuko wa safari. Tunaondoka moja kwa moja hii hivi kumuinataka kuondoka, ikaweza kuelekea sehemu za western kule, kwa Wajaluo, kwa Wakisi, kwa Wakamba, tukaweza kuwambia Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa, ni lam yalid wala muba wala ni miyakuahukutuya mahad. Kwa hiyo ukiwa Muislamu, ukiwa na nguvu yako, ukiwa na sadaka yako, karejea hapa Changia ikundi itaweza kuondoka itaweza kuwalingania hata Wajaluo, ukaweza kuwambia nasana chekeve, Mungu ni mmoja, natuwambia Wakisi yasana anjete, Mungu ni mmoja, natuwambia wa Kikuyu dauyone bashajile na dashara, wa natuambia Wakamba mawai hata yani, Mungu akeweseka. Kwa hivyo hawo wote ukokote tunatembea weza kuwalingania. Kwa hiyo tunahitaji mfuko wa, wa safari. Kwa hiyo ukiwa na chochote wewe, pitia yakokemusara chochote na ambacho Allah amekuruzuku wewe, changia hii kundi. Hii kundi inaenda kuwalingania watu, watu waache kuabudu Mungu wa tatu, waache kuabudu pinete. Wajua pinete ni dogma na ambayo ilianzishwa na Warumi. Hili dogma ilianzishwa na Warumi wakaanza kuabudu Mungu wa tatu ito. Na kuna mtu na ambaye kamkuta na Nabii Ibrahimu. Ibrahimu akamwambia wewe kama ni Mwenyezi Mungu basi litoe jua magharibi akalipeleke mashariki. Ule mtu wakaona haya. Hiki kisa kiko katika Qur'ani sura ya Bakara mia mbili hamsini na nane mia mbili hamsini na saba hapo kena hiyo kisa pale. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunaomba nguvu zenu kwa hitaji ya mfuko wa safari. Ukiona elfu yako moja, elfu tano, mia tano, mia mbili, mia hamsini, wewe kitia hapa, wewe leta Usiogope, ukaangalia ukasema mimi naogopa ah, wewe karibia hapa, aletaudicho nacho, na nitamkaribisha mwalimu wangu anaitwa Omar, mwalimu wangu anaitwa Omar, ndiyo mwalimu wangu weze kuendelea, maana naona muda ni wao na muda waenda kugonga kesho, ala kesho alakiaaliyotutembelea na kama kuna mtu atakuwa na andiko kesho, mimi namwakiji kesho, akaribia wa hapa atuonyeshe kama Yesu kaingia kanisani.